Naomba niseme tu kwamba nilipokuwa nafanya mkutano pale stendi niwaahidi kwamba tutakuja kumwaga kokoto huko sokoni kwa ajili ya kuondoa matope, si ndio? Unajua kiongozi unapokuwa naahidi lazima utekeleze, si ndio? Kwa kweli kwa siku hii ya leo mbunge ametufurahisha isivyo kawaida, kwa sababu hapa tulikuwa tunapata shida ya matope mengi, palikuwa hapapitiki. Leo mbunge ametuletea, ametumwagia kokoto. Kwa kweli leo tutauza vitu, kuanzia leo tutakuwa tunauza vizuri, na Mungu ambariki, amzidishie kwa zaidi. Zaidi Mka msije uhai. Ni furaha yangu tu. Safuayanu kwa naamini kwamba kwambaaza hii sasa hata kina mama zetu wanakuwa wanachelewa kurudi, kwa sababu ya tope na mutu amechafuka. Eh, wateja wanashindwa kuingia kwa sababu ya tope nyingi. Tunapata shida, biashara zikuwa zinaenda vibaya, yani kila kitu, wateja yani wanashindwa kutoka nyumbani mvua ikinyesha, yani tukiona wingu tu tunaona shida, lakini kwa saizi alivyotufanyia mheshimiwa mbunge Wasi. Mimi nichukue fursa hii kumpongeza sana sana sana mbunge wangu kwa hatua hii ya pekee. Eneo hili lilikuwa ni eneo korofi ambalo mama zetu walikuwa wanashindwa kufanya biashara vizuri sana, sana. Najua kwamba nyie mbunge alio Haonga caa na mimi nawaheshimu waheshimu sana. Hawa ndio walinichangia shilingi 100 wakati wa kampeni hawa ndio